Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mkuu wa idara ya injili na misheni wa Africa Inland Church Tanzania AICT. E, tunayo furaha kubwa sana baada ya kupitia maeneo mbalimbali mbali ya umisheni. Sasa tumeingia katika jiji la Dodoma na tuna Tumepata nafasi ya kuongea na viongozi wa dayosisi ya Kati pamoja na watumishi mbalimbali mbali walioko katika eneo hili la Dodoma wanapozungumzia habari za umisheni na kazi ya Mungu ya upandaji makanisa katika dayosisi na maeneo mbalimbali mbali katika eneo la dayosisi ya Kati. Tunayo furaha kubwa sana na tunamshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji wangu. Jina langu ninaitwa Mchungaji Daudi Ntugwa Samweli, mchungaji wa kanisa laya ICT katika diocese ya Kati. Na ni mchungaji ninayemsaidia baba askofu nikiwa msaidizi wake na ninachunga chini yake kanisa la AICT Kizota, ambayo ndio makao makuu ya dayosisi yetu ya Kati. Kanisa hili la Kizota, Bwana alipolianzisha alilipa mzigo wa kuhubiri injili, na hasa katika mkoa mzima huu wa Dodoma, maeneo ya wilaya zake kama kule Kondoa, maeneo ya misheni kule Magambua na kwa Mtolo maeneo hayo, kanisa hili kupitia kwaya yake ambayo mwanzoni ilikuwa inaitwa Unabii Kwaya na sasa inaitwa Kwaya Kuu AIC Kizota, ilifanya kazi nyingi za ukuhubiri Injili katika maeneo hayo, lakini si hivyo tu, lakini hata maeneo mpaka mkoa wa Singida na mpaka sasa, kwa kweli, kuna maeneo mengi ambayo yamefikiwa na kanisa hili pia kanisa hili linashiriki kuwasa, kuwasaidia watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Bwana katika eneo hili, katika kanisa letu la Bahi katika wilaya ya Bahi. Mchungaji aliyeko kule kanisa hili linamsaidia katika mahitaji yake yale, yale ambayo yanatakikana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya utayari wa kuhubiri injili kwa namna hiyo. Na sasa mkakati wetu ni kufungua kanisa katika wilaya ya Mpwapwa pamoja na, na Kongwa maeneo hayo injili bado haijafika, na kanisa letu bado haijafika, na hivyo mkakati wetu ni kuwafikia watu hao. Tunamshukuru Mungu sana kwa utayari ambao Bwana ameweka katikati ya Wakristo kwa utayari wao wa kueneza injili ya Yesu Kristo ili watu wapate kuokolewa. Lakini kanisa hili la Kizota wamekuwa na mradi mkubwa wa ujenzi wa kanisa kuu. Tunamshukuru Mungu mpaka sasa tumefikia hatua ile ya kuwezeka kanisa limewezekwa kwa sasa, na kwa sasa tunajipanga sasa kuendelea na umaliziaji kitu kinachoitwa finishing. Na watu wengi wanasema unapoanza kuzungumza Kiingereza hela inaanza kupanda, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu hata sasa bado moyo wa Wakristo uko tayari kutumia mali zao ambazo Mungu amewapa, amba kwa ajili ya kazi yake. Hivyo kueneza injili ni jambo la Kimungu. Bwana Yesu alipowaokoa wanafunzi wake aliwatuma, na kwamba enendeni mkaeneze injili, mkaendeze injili katika ulimwengu wote, mwafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Katika kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 28 ukisoma mstari wa kumi na sita mpaka ishirini. Hivyo kila aliyeokoka aliyemwamini Yesu aliyezaliwa mara ya pili, wajibu mkubwa wa kwanza ni kuhubiri Injili, na tunahubiri Injili sisi wenyewe kwenda, lakini kuwapeleka wengine kupitia mali zilizo nazo, lakini tukiwabeba kwa njia ya maombi. Hivyo ninakukaribisha sana ndugu yangu wewe, ambaye umeokolewa, uwe na mzigo wa kuwafanya wengine ambao bado kabisa hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wampokee Yesu. Watampokea kwa sababu ya wewe kueleza uzuri wa Yesu, Yesu amefanya nini katikati ya maisha yako, na uweza na upendo wa Mungu kueleza kwa wengine. Kwa njia hii tutaeneza injili kama mapenzi ya Mungu yalivyo. Asante sana mtazamaji wangu, karibu tumtumikie Mungu, maana kumtumikia Mungu ni faida na wala si hasara. Mawasiliano yetu hapa ni namba ya simu 0754 38 36 97 unaweza ukatupata kabisa na huduma tukakuhudumia bila tatizo Bwana Yesu asifiwe majina yangu naitwa Frank Kaswalala ni mwasibu msaidizi wa kwaya ACT Dodoma kwaya tunapatikana hapa Ipagala Dodoma e, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwaya hii ya Dodoma kwaya ni kwaya ambayo ilianzishwa mahususi kabisa kwa ajili ya kazi ya Mungu ya umisheni. Na hivyo eneo mbalimbali tumefika kwa hapa Dodoma na hata nje ya Dodoma, na hivyo tunamshukuru sana Mungu koo. Kwa, kwa niaba ya viongozi wote wa kwaya hii tunasema asante kwa Mungu, lakini wito wetu sasa kwa kwaya zingine ziendelee kujitoa na kuingia magubuti na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu kwenye eneo hili la umisheni inaenda vyema kabisa hivyo tuna ziasa kwaya zingine ziingie, zihakisha kwamba kazi ya Mungu inaenda kufanyika katika maeneo mengine ambapo neno la Mungu halijafika kabisa. Kwa hiyo kwaya zote tunaziasa Tanzania yote, na hasa maeneo mbalimbali ambayo bado neno la Mungu halijafika watu, kwaya zote zijitoe kwa ajili ya kazi hii. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Kwa majina naitwa Roda Edward ninatokea mkoa wa Manyara wilaya ya Babati. Ninafanya kazi katika mkoa wa Dodoma dayosisi ya Kati. Kwa nafasi yangu ninayoifanyia kazi ni katibu mwitasi. Ninamshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi hii na ninafurahia kufanya kazi. Aa, ninaendelea kumshukuru Mungu akuendelea kuniwezesha, asante kwa hilo. Ninaendelea kumshukuru Mungu kwa dayosisi hii ya Kati ninayoifanyia kazi. Kule tulipotoka palikuwa ni pagumu sana, changamoto zilikuwa ni nyingi, mapungufu yalikuwa ni mengi, lakini mpaka sasa hapa tunaendelea kukua wafanyakazi wanaongezeka, huduma inaendelea kukua, maana tunawafikia na wenzetu ambao wenye mahitaji, tunaendelea kuwatia moyo waendelee kumtumainia Mungu, maana kazi hii si yetu, ni ya Bwana, na ninaamini itafika kwa upana mkubwa sana, hasa kwa maeneo haya ya umisheni kutokana na changamoto ambazo ni ngumu sana watumishi wanazozipitia kule, wainjilisti wachungaji, wana maeneo, maisha magumu, lakini tunaendelea kuifanya kazi Aa. Ninaendelea kutoa wito kwa watumishi wa Bwana walioko maeneo mbalimbali, waende waendelee kuifanya kazi hii ya Bwana waendelee kuhamasisha na wengine kuifanya kazi ya Bwana, maana mahitaji ni makubwa mno. Pia kuna vikundi vya kwaya, tuna ninaomba niendelee kuhamasisha kwaya zozote, kwaya zote, ninaomba zikipata kibali zije katika maeneo mbalimbali ya umisheni ziende katika maeneo mbalimbali ya umisheni kwenda kufanya huduma ikiwepo kupanda makanisa kufungua makanisa na kuhamasisha kwaya ziundwe. Hii yote ni kwa ajili ya kulitangaza jina la Yesu Kristo. Basi kwa hayo machache, ninapenda kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali kwa siku ya leo.